Breaking news kutoka Global TV Online. Askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ aliyekuwa katika kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amefariki dunia nchini Uganda wakati akipatiwa matibabu. Askari huyo ni miongoni mwa askari 44 wa Tanzania waliojeruhiwa katika shambulio lililofanywa Desemba saba mwaka huu na waasi wa The Allied Democratic Forces ADF katika kambi ya walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kusababisha vifo vya wanajeshi 14 wa Tanzania na watano wa DRC. Msemaji wa katibu wa Umoja wa Mataifa, Stephane Dujarric, alitangaza taarifa hiyo ya kusikitisha katika makao makuu ya UN jijini New York nchini Marekani jana Desemba 22, 2017 majira ya usiku. Katika taarifa iliyotolewa na MONUSCO leo, imeeleza kwamba mwanajeshi huyo ni wa 15 wa Tanzania kufariki na amefariki akiwa anapatiwa matibabu jijini Kampala nchini Uganda. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita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 Pesa ni mpesa. Nilidhani <laughs> mimi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Download Global app sasa hakika itapendeza.